Ambayo nawaahidi nawahakikishia ndugu zangu wa Njombe, wa, wa, wa, wa, wa, kama mtanichagua, nikiwa rais, wakulima wote wa mazao ya ma michikichi pamoja na miti ambao serikali yangu ya NLD itakwenda kutoa ruzuku kwa ajili ya wakulima hao ili kuendeleza mazao hayo ili aweze kuwa endelevu na nini mpate una wa kuendesha kilimo cha mazao hayo. Najua inachukua muda, najua ni gharama kubwa. Ndiyo maana serikali yangu, nimekuja kuahidi kama mtanichagua, serikali itawapatia ruzuku kwa ajili ya kuendeleza mazao ya kilimo pamoja na miti, ili kuondoa gharama za mkulima na nyinyi mweza kupata afueni kwa serikali yenu kuwasaidia. Lendeni mkanipigia kura, simamia masuala hayo ya kuwapatia ruzuku. Ndugu zangu, haya ndiyo ambayo nimeona niwaletei, ndugu zangu, ili muone ni tafakari namna gani tumejipanga kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Baada ya kuyasema hayo, kwa sababu tuna safari ndefu, huu ndio ujumbe wangu na kuombeni watu wa Njombe tarehe ishirini na tisa na kuombeni, nendeni mkanipigie kura niweze kuwa rais tuweze kusimamia haya ambayo tumewaahidi. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana ndugu zangu wa Njombe.